Ni dereva na Februari 14 mwaka huu akiwa katika safari zake za kikazi nchini Sudani Kusini alimgonga mwanajeshi ambaye alifariki dunia, na baadaye alikamatwa na kufikishwa mahakamani ambapo alihukumiwa kifungo cha miaka 13 jela na kulipa faini ya shilingi milioni mia moja na nane lakini familia yake ilikata rufaa na hukumu ilipotoka alitakiwa kulipa faini ya shilingi milioni 30 tukawa tumepata ushauri kwa watu tofauti tofauti kwamba tukate rufaa, tukawa tumekata rufaa. Majibu ya rufaa yalitoka tarehe mbili ya mwezi huu wa sita. Rufaa inasema kwamba tulipe milioni thelathini, ambayo tukishindwa kuilipa hiyo milioni thelathini, kama tulivyoshindwa kulipa kwa mara ya kwanza, atahamishwa gereza atatolewa gereza la pale Nimle Malikia, atapelekwa kijijini kwa yule, dere, kwa yule mwanajeshi aliyefariki akawe mtumwa kule. Na walisema pia tofauti na hilo, na hilo wanaweza wakaamua tu kwamba na yeye auliwe kama alivyofariki huyo ndugu, kama tutashindwa tena kuilipa hiyo fidia ya milioni 30. Yapata miezi minne sasa. Familia ya Juma haijamuona ndugu yao na kila kukicha hawaoni matumaini ya kumnusuru kwenye kesi hiyo. Ndugu hawa wanasema hali ya familia kiuchumi si nzuri, hivyo wanaomba kupata msaada ili ndugu yao aweze kulipa kiasi hicho cha fedha na kurejea nchini. Ninaomba tena kwa mara nyingine, mama Samia, mwanangu mpendwa, mama wa huruma, mama wa upendo na taasisi zote za Jamhuri ya Tanzania, taasisi zote za dini, ninaomba tuendelee kumwombea mwanangu, lakini hasa ninakuomba sana Mama Samia. Ninaomba sana mama, kama nilivyokuambia, wewe uliuona ule uchungu wa kuzaa. Unajua kabisa kwamba mtoto anapokuwa tumboni unakuwa na uchungu mpaka akishatoka duniani ndio ule uchungu unaisha. Uchungu ninaokwambia Mama Samia ndio ninaoona anapokuwa kule gerezani. Siku Juma akitoka, nitaona kama ndio nimejifungua. Mama, ninakuomba nisikie tena kwa mara nyingine, mama, mtoto huyu aweze kutoka kwetu huku Tanzania, irudishe damu yetu ya Tanzania, ije irudi huku nyumbani. Mama sina mengi ya kunena. Familia hii imedai kuwa nchini Sudani Kusini hakuna utaratibu wa kuhudumia wafungwa na mahabusu. Hivyo, kila wiki familia hiyo hutoa shilingi laki mbili kwa ajili ya kumhudumia Juma Maganga. Auleria Gabriel, Azam News. <mimu>